Tendo hili linafanyikia nyumbani kwa Mutemi na Marekia wama sebuleni, wakimpa mwanao Masi na Saha ambaye anajiunga na chuo kikuu cha Chuka siku ambayo ingefuata. Mtemi: Mwanangu, kama unavyofahamu, kesho asubuhi na mapema, tunatakiwa kufunga safari kuelekea chuo ni kwa ajili ya usajili wao. Masi, umejipanga vipi? Ni mazingira mapya ujue. Baba, niko tayari kwenda kwa mama na kutembea kwa mama kusimama. Na kama unanifahamu, mimi ndiye nikuwa mbwa wa familia yako. Na hiyo basi inanifaa kwa kielelezo chema kwa ndugu zangu, isitoshe pia marafiki yako kwa kweli. Mwanangu, yasemaye nitakupenda. Usi, ukienda tuone sisahau kutoka.

maana na hivyo kule chuoni, na jambo la chagua marafiki wazuri ambao watakukuza wewe. Ni pale sio, tunajua siku zote mtazamana na muuza marashi, acha kunuka marashi. Mama anatusikiliza, na nimependa kukushukuru leo. Nitakuwa na dua tu kwa Maulana hakulinda na hekima. Amina. Bye.

na wewe ni mtu mzima. Masomo huo unaenda kutafuta kule shule yatakufaa wewe na familia yako siku za usoni. Na pia inaweza kufaa sisi jambo kwa kiasi kidogo tu. Na nifahamu fahamu. Na pia usikuse mwiba wa kujitunga hauna <laughs> kilio na msiba wa kujitakia hauadhiri pole. Kwa maana wewe ni msomi utaanza kufanya mwiba hilo.

Mama, una mchanganyiko? Tumia lugha ambayo nielewa, kuna Yoduo, lugha ambayo nielewa, kuna mafumbo. Hiyo ndio lugha ya wasomi ya wasomi mwanangu. Ah, mama. Nafahamu kwamba masomo yako ni ya juu. Niko basi ni mbiwa kukumu kukumu Basi, bende. basi nitakueleza hata kwa kifupi tu. Nilipokuwa chuo kikuu, nikisomea shahada ya ualimu, Babu wako, alipatikana nukwa mwaka wangu wa pili, nikaelekea nyumbani, lakini nilipofika kule, wazazi wangu walinikataa, kusema kwamba nimeaibisha familia yetu, na wakasema kwamba nirudi. Hivyo nikalazimika kurudi kutegea nyumba yako pamoja kule chuoni. Nimepitia changamoto nyingi, asingetaka kukumbe hayo. Mama, pole sana, ningetamani sana a niandikie vyote sa